Akhi, barakallahu fik, shikamana na ile haki ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, na achana na wale watu ambao walikuwa wanamtia upumbavuni Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanamtia uchizini Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ilhali Mtume sio chizi siyo mpumbavu. Leo vile vile unaweza ukashikamana na haki ambayo iko wazi kwa mtu anayetaka kukupumbaza, anayetaka kukutia uchizini, anayetaka kukufanya wewe hauko sawa, atasema maneno mabaya sana, lakini usinyong'onyee. Kadhalika Allah jalla wa ala anatujulisha kwamba wala witaba alhaq ahwaahum, na lau haqi ingefuata matamanio ya wale

Haki haiwezi kufuata wanachosema watu. Haki haifuati wanachopenda watu. Haki haifuati majority. Haki haifuati umaarufu wa mtu. Haki ni haki, hata kama aliyoshikamana na haki alikuwa rajulun dhaif, mtu dhaifu sana, miskin, maskini, hana pesa, faqir, hana watu, inawezekana hata ukoo hana. Hiyo ndio haki ilivyo.